Karibu. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi hii leo wanaandamana jijini Eldoret kulalamikia mgomo wa wahadhiri unaoendelea katika vyuo vikuu vya umma kote nchini. Wanafunzi hao wanasema wamelipa karo na hawataendelea kuvumilia na kupoteza muda wao chuoni ili hali wanagharamikia hasara ya chakula na hata kodi ya nyumba kila wakati kunapokuwa na mgomo. Tunaungana naye mwanahabari wetu John Wanyama atuarifu mengi zaidi John. Na nimrod, tuko katika chuo kikuu cha Moi hapa ambapo wanafunzi wanapanga maandamano hii leo katikati ya jiji la Eldoret, na wanasema kwamba wamekadhabishwa sana na mgomo ambao unaendelea wa wahadhiri wa katika taifa nzima, na wako hapa, Nimrod. Wanasema kwamba tayari wamelipa karo, wamelipa kodi ya nyumba, lakini sasa wanakaa tu chuoni, hakuna kile ambacho wanafanya. Lakini wengi ambao wanaathirika zaidi ni wale ambao wanafunzi pengine wanasomea udaktari katika chuo hiki tuna naye jamaa huyu ambaye anasema kwamba amekaa hapa miaka kumi. Ndugu yangu unaitwa nani kwa majina, daktari? miaka kumi, mbona hujafuzu na unaona matumaini tena ya kufuzu? kwa majina ni Henry Otimamili, nilijiunga na hii chuo cha Moi 2016 Oktoba wakati ambapo t tulikuja t tulikuwa na class moja na Dr. Lin Dengwa ambaye wakati yeye tayari saizi ya internship, lakini mimi kwa sababu ya hii migomo ya hapa na pale nimekaa tu hii shule over 10 years hadi wa Moi ambao, ambao unakuja tarehe 20 ulikuwa suspended. Because of the previous CBA. Hali hapa, hapa ndio ndio mgomo wa wa kitaifa uko na na sisi hapa. sisi sisi tunashangaa watu wanafunzi wa Moi tutaishi hadi hadi lini? Lini wazazi wazazi wetu wetu wa, wamechoka kutupigia simu wa kituuliza tutatoka shule lini maana hawatupati hawatu, usaidizi kutoka wazazi. HELB ndio hiyo ilisha 2022. Saizi tuna, tuna survive tu tu kwa neema ya ya Mungu. Tunashindwa sasa, mbona serikali imenyamaza? Ni asifa, hakuna kitu kinaendelea na hali masomo katika nchi yameathirika mea, ya vibaya sana. Tunamwomba tu rais wetu kwamba aweze aweze kuingilia kati ili aweze treasury yangalie tu because the amount of money that the lecturers are requesting is only 7.9 billion and yet we find that all over the place the politicians are just moving around with expensive cars with helicopters at the expense of the nation we can say, what I can say that

in few days it it will be shut down because it will not be able to operate and also more university, tafadhali shughulikieni sisi, tumezekea shule, yes. Yes. Asante ndugu yangu, njoo hapa, pengine kwa majina unaitwa nani? Uh, mgomo huu uh, umewaadhiri vipi? Kwa majina uh, kwa majina naitwa Francis Keara uh, mimi ni class rep, nimekuwa uh, na hawa hawa wenye wanasema miaka kumi, na ni kweli tumechoka uh, hat, actually hata tuna nguvu hata ya kusema chochote sisi tumekuwa hapa uh, kuna hao tangu 2016 na katika hizi hizi, hii time yote yenye tumekuwa shuleni kumekuwa na migomo karibu kila mwaka ukianza na mgomo wa Moi University ukianza na hii migomo yote, na unapata kuwa finances pia zilienda zikaisha. Hatuna pesa kwa sasa, wazazi washachoka na sisi, hata hakuna mwenye anataka kukusikiza, washatuachilia na katika hii sekta, hii sekta ya education tunalia kwa sababu tunaona serika serikali haitusikizi. Management ya Moi University pia haitusikizi. Imagine tulikuwa tumebakisha tu just a one uh, one week tumalize shule na utapata tuki hii imeadhiri uh, venye timetable pia inaendelea na hii pia itakuja kuadhiri venye tuta graduation itaendelea na tu, kama sisi si katika hii shule ya school of medicine, tusipo graduate this year tena, hakuna venye tutaweza kupata internship na hivyo tena tunaendelea kuchelewa. So our, our professional uh, progression is being <clears throat> is being delayed. Resources are being wasted. Our energy is being wasted. We are tortured mentally, physically, psychologically. We just need uh, the intervention of this university and the the intervention of the, of the So naitwa mara kwa mara <laughs> na <laughs> <hei chanali. laughs> naitwa Ezra Sikuku. Uh, mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa sita lakini the junior category. So sisi tuko hapa tu tunalia sana, kwa sababu tunajua wenzetu wakubwa wakisonga, sisi pia tasonga. Lakini vile inaendelea hivi, ni kama tunaenda miaka kumi sasa pia sisi. Tulikuwa na matumaini sana sana lakini siku hizi ni kama matumaini haisaidii. Tulikuwa na maombi sana, lakini ni kama maombi haisaidii. So tuko tu hapa tunashangaa kutendaje. Shule iko tu, hakuna mtu anajali maslahi ya mtu yeyote. Miaka ya vijana inaharibika sana sana. Saa hizi ukiangalia kila mtu tu, ukiangalia shule tu ni siasa, nchi yote ni siasa ni mashida tu kila mahali. Asante yep, sana ndugu yangu, uko na nini ya kumalizia ama tusikize, at least msichana daktari, njoo hapa. Asante sana kwa majina, naitwa Mobisa. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa sita ya kumalizia. nilikuja shule nilikuwa na miaka kumi na saba, na ningemaliza na miaka ishirini na tatu. Lakini sasa nitamaliza shule na miaka ishirini na sita. Hiyo ni miaka kumi imeenda hivyo. Tunaumia sana huku hivi kwa sababu, moyo imekuwa ikistrike ever since first year kila mwaka kuna strike kila mwaka kuna strike ya two two, two months three months, alafu sasa za uwasu pia zinakuja sasa, zimetoa effect sasa. Tumekaa huku kama almost 10 years, sasa resources za wazazi wetu zinaisha, ndugu zetu pia hawasomeshi vizuri kwa sababu those resources are being used on us kulipia rent kulipia everything in school alafu our careers are being derailed because as a doctor you need to apply the the information that you that you're learning in the hospital in the future so sahivi wakinieka miaka kumi hata nasahau sitasaidia wagonjwa in future Umeweza, yeah, kusikia hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi ambao wanasomea udaktari. Ni jambo la kusikitisha kwamba baadhi yao wamekaa katika chuo hiki takriban miaka kumi badala ya miaka sita na wanaiomba serikali kuingilia kati kuhakikisha kwamba pengine pesa hizi ziweze kulipwa wahadhiri, ili waweze kurejelea masomo yao, kwani Mgomo wowote unaokuja katika chuo hiki cha Moi uwe mgomo wa madaktari KMPDU, ama mgomo wa wale wahadhiri ama mgomo huu wa kitaifa unawaadhiri wao sana, ikilinganishwa na wanafunzi wengine, kwani wao taaluma yao ina masomo speciali ambayo ni lazima wafuate na wazingatie; pasi kufanya hivyo, basi wao pia hawataweza kufuzu kwa wakati unaofaa. Nimrod. Naam, asante sana John Wanyama, huyo akiripoti kutoka kaunti ya Wasingishu mjini Eldoret, eh, eh, wanafunzi wa kilalama kuhusiana na mgomo wa wahadhiri ambao bado unaendelea.